Hatujali dini ya mtu, anayejua mwenyewe dini yake basi <laughs> ilikuwa haiji katika akili yetu kwamba tunapompima mtu tumchague huyu tumfanye rais au tumfanye nani, tunauliza dini yake? Hatuulizi hata kidogo, tulikuwa hatuulizi hata kidogo. Dini inatuhusu nini sisi? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, siku ya census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la u, dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kama maimamu wanataka kuuliza, wanataka kujua wana Waislamu wangapi, watafute wao. Sisi natuhusu nini? kama maaskofu wanataka kujua wana wakristo wangapi? Watafute wao, si wanakuja makanisani kuungama, wawaulize. Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini sisi? Hiyo ndiyo iliyokuwa Tanzania tunayojaribu kuijenga. Sasa watu wanazungumza dini, udini, bila haya, bila aibu Wanajitapa kwa udini. Sasa Watanzania wanaanza kuulizana makabila, wanafikiri ni jambo la maana sana kujua kabila la mtu. Mnataka kutambika? <laughs> maana faida faida ya makabila iliyobaki ni ni kutambika tu basi, lakini hasa ina maana gani nyingine katika nchi ya watu wazima, kabila lina maana gani?